Karibu sana kwenye Daizo Vocal, mahali ambapo vipaji vya uimbaji vinafufuliwa kwa ubora wa sauti. Kama unataka kurekodi nyimbo za kwaya zinazogusa moyo, basi usikose kipindi hiki. Leo tunakuonyesha jinsi ya kuandaa mazingira bora ya kurekodia nyimbo zako kitaalamu. Hiki ni kipindi cha pili, hivyo kama hukutazama part one, tafadhali rudi ukianze pale. Mazingira bora ya kurekodia kwaya Kimya ni muhimu sana, silent environment. Epuka kelele za nje, barabarani, watu, radio. Tumia chumba chenye pazia, godoro au sponge kunyonya sauti, acoustic treatment ya kawaida. Kama huna studio, unaweza kurekodia ndani ya kabati la nguo au mahali pazuri penye utulivu. Mbili, pangilia mic position vizuri tumia boom stand au holder ya kuzuia mshtuko hakikisha mic iko umbali wa inchi sita kumi na moja kutoka kwa mdomo tumia pop filter kuzuia mapigo ya sauti pa ba, ta. Tatu, tayarisha wasanii wa kwaya Waelezee umuhimu wa kupumua kwa wakati, kurudia sehemu wanapokosea na kusikiliza click beat. Wape vocal warm up za haraka kama do re mi, au kuimba sauti moja kwa muda mfupi kwa harmony. Waelekeze wasijipaze sana, aim for clarity not shouting. 4, kuweka headphones sahihi. Kila msanii asikie beat na vocal zake vizuri. Epuka bleeding ya sauti kutoka kwenye headphones. Rudi kwenye mic. Daizo Vocal services mixing and mastering ya nyimbo zote za Injili na kwaya. Plugins na program original za kuuza, Waves, Isotope. Contact nka mawasiliano WhatsApp au simu 0613134736. Ungana nasi kwenye group la music production, link ipo kwenye description Umejifunza basi, subiri part 3 ambapo tutaongelea jinsi ya kurekodi vocal safi kwa sections tofauti za kwaya: soprano, alto, teno na bass. Usikose, bonyeza subscribe na share video hii kwa waimbaji na maproducer wengine. Daizo Vocal, sauti ya kweli ya huduma.